Alhamdulillah alaikum salatu Allah salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du ndugu zangu maneno ameyamaliza shekhe Uthman Khamisi Mwenyezi Mungu ambarikie, nampe kila la kheri na nampe umri mrefu ulio na kheri, ili tuzidi kunufaika naye. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ulimwengu huu ameletwa ili kuleta maslahi ya kijamii na kuondosha madhara katika jamii yetu. Na hakuna maslahi makubwa kama watu kuwa katika amani, na hakuna madhara makubwa kama kukosekana kwa amani. Na hata yeye mwenyewe mtume sallallahu alayhi wasallam ukifuatilia sana maneno yake yalivyo basi kwa sehemu kubwa sana yanahimiza amani. Utakuta ni hivyo makatazo aliyokataza, maamrisho aliyoamrisha, sehemu kubwa sana anakataza watu kudhuriana, la dharara wala dhirara, hapana kumdhuru mtu wala hakuna kulipiza madhara. Panapokosekana amani kuna kudhuriana na mpaka hata yeye eh, Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam ametufundisha salamu ya amani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Lakini yote hayo machafuko makubwa ya kuvuruga amani yanaletwa na maasi ya Mwenyezi Mungu. subhanahu wa taala asema: dhalika anna llaha lam yakun mughayiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hilo ni kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hakuwa mwenye kubadilisha neema, kuondosha neema aliyowaneemesha watu mpaka watu wabadilishe yale yaliyokwao. Watu wakiondoa mambo mazuri yaliyokwao ibada zikaondoka, ikawa haabudiwi Mwenyezi Mungu inavyostahili, watu wakaingia kwenye maasi, wakaingia kwenye uzinzi, wakaingia kwenye ulevi, wakaingia kwenye mambo ya kamari, kinachofuatia baadaye ni neema zote kuondoka, ni amani kuondoka, ambayo ndio neema kubwa. Ibada hizi zote alizokuja nazo Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukiziangalia, zinapelekea kwenye upendo na zinalingania kwenye kuacha mabaya. utluma uhya ilaika minal kitabi wa akimi sala inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, asoma ulichojuzwa na wahai, ulichojuzwa kwa wahai kutoka kwa bwana wako, na simamisha swala. Hakika swala inakataza mambo machafu na inakataza yale yanayokanushwa yote Hii ina salata tanha anil fahshai wal munkar. Jumla ikija kama hivi, baada ya katazo au baada ya amrisho, basi hii tena ikawa imeanzwa na inna kama hivi, basi jua hii ndio ya illa ya katazo au ya amrisho. Wanasema kwamba ina haiingii popote ila inaingia palipo na inkari au palipo na talab. Sasa hapa kana kwamba kuna swali laulizwa, kwa nini? Ni swali ndio jibu lake inna salata tanha anil fahshai wal munkar, ndio ikaja na inna. Kwa hiyo tunaona kwamba swala imeamrishwa ili tukataze mambo machafu na miongoni mwa mambo machafu, kama hadithi nilioitoa la dharara wala dhirara, ni kumdhuru mwenzio, ni watu kugombana. Wala walatanazau fatafshalu watadhhabari, hukum, sigombane, mtaingia uoga na nguvu yenu itaondoka. Kwa hiyo jumuiko lolote lile likiingia kwenye kugombana, basi kitu cha kwanza ni wao kudhofika kama walikuwa wana nguvu ya kivita itakwisha. Kama walikuwa wana nguvu ya kiuwajibikaji itaondoka. Kama walikuwa wana mapenzi kati yao, basi hayarudi tena. inalquluba idha tanafara uduha mithlu zujaji kasuruha la yujuba. Mahali popote pakishaingia ugomvi, pakishaingia watu kugombana, basi hapo hapata patano maisha. Hata wale ausi na khazraji Kilichosaidia ni neema na rehma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni neema ya Uislamu. Lakini kama si hivyo, mpaka leo ingekuwa Madina watu wapigana kule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia, wa wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'daan faallafa baina qulubikum faasbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha Kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu, wakati mlipokuwa maadui, akazoesha kati yenu, alafa baina kulubi, akazoesha kati ya nyoyo zenu. Maanake wale Ausi na Khazraj mapenzi yalikuwa katika nyoyo moja kwa moja, zile nyoyo zilizoeana, kama alivyosema shekhe kwamba vitu viko wapi, mapenzi yako moyoni. Ma, kao Mwenyezi Mungu akatia mapenzi katika nyoyo zao, na si Ausi na Khazraj tu hata wengine wote katika Waislamu waliokuwa na magomvi kabla, waliokuwa na matatizo kabla, lakini Mwenyezi Mungu alitia mapenzi katika nyoyo zao wakapatana. Ndio tunarudi pale pale kwamba mtume sallallahu alaihi wasalam amekuja kuleta maelewano, amekuja kuleta amani. Mkubwa katika alioyafanya ni kupatanisha kati ya watu fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidh alqalbi lanfaddu min hawlika, kwa sababu ya neema itakayo kwa Mwenyezi Mungu umekuwa laini kwa e ee, Muhammad, lau wewe kama ungelikuwa ni fedhuli mwenye maneno mabaya, basi hawa kama Muhammad, ungekuwa na moyo mgumu na mwenye maneno mabaya, wangelitawanyika kutoka kando kando yako. Hii nayo inatufahamisha kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyekuwa wa kwanza kuwa na mapenzi kuwa na moyo mwepesi na ndio maana akakubalika. Kwa hiyo wapenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukiataka hayo ya kuwa pamoja na kupendana, lazima kwanza tuwe na nyoyo laini, lazima tujiteremshe chini, isiwe kila mtu anataka ukubwa wake, kila mtu anataka awe bora, kila mtu anatizama maslahi yake yeye mwenyewe na kikubwa sana kinachoweza kuleta matatizo katika jamii zetu ni watu kutazama nafsi zao. Anaania mtu ambaye ana ubinafsi wa nafsi hawezi akatazama hata maslahi ya wote, anaweza akawa tayari tukose wote, au anaweza akawa na tamaa kwamba watu elfu moja ya hawa wakiangamia, mimi naweza nikapata mradi wangu. Hicho ni kitu ambacho pia Uislamu hauki elekezi Uislamu unakikataa. Kwa ndugu zangu, kifupi cha maneno yote ni kwamba Uislamu umekuja kwa ajili ya kuleta maslahi, kuondosha madhara, kama tulivyotoa mfano wa hii swala tu moja hapa kwamba yenyewe inapelekea kwenye kuondosha matatizo na kuleta neema na ibada zote, kutiba alaikum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum mmefaradhishiwa kufunga kama walifaradhishiwa kabla yenu ili mjikinge na maasi ya ukijikinga okay, na maasia ya, maana yake hutoacha kutekeleza wajibu wala hutotenda haramu. khudh min amwalihim sadakatan tutahiruhum watuzakihim biha, chukua katika mali zao zaka ambayo utawatwaharisha na utawatakasha kwa hiyo zaka au sadaka zaka itakayowatwaharisha na utakayowatakasha wewe kwayo na dhambi. Angalia, hata sadaka pia imeletwa ili tutwaharike, na kitakachotwaharika kwetu ni nini kama siyo nyoyo zetu? Na kama nyoyo zitatwaharika, matatizo yanatokea wapi katika ulimwengu huu? Nani atakayemwasi mola wake hali ya kuwa moyo wake safi? Yote kwa yote ndugu zangu kila mmoja itathmini na moyo wake, kila mmoja atathmini matendo yake. Je, yeah, yanakwenda sambamba na Uislamu? Anachuki au ana mapenzi na waja wa mwenyezi Mungu? Analeta maslahi au analeta madhara kwa waja wa mwenyezi Mungu? Kama wewe huna chuki na watu una mapenzi, mshukuru mwenyezi Mungu na umuombe akuzidishie mapenzi na pia umuombe akujalie uzidi kujitambua, isiyokuwa shetani amekuwekea pazia huoni madhaifu yako, lakini ukishayaona madhaifu yako basi jitahidi sana kumlilia Mwenyezi Mungu subhanahu wataala akutoe katika madhaifu. Lakini moja katika madhaifu makubwa ndugu zangu ni anaania, ni ubinafsi. Matatizo yote katika ulimwengu huu yanaletwa na ubinafsi. Lau hakuna ubinafsi, basi hakuna matatizo. Lau hakuna ubinafsi, basi hakuna fujo, hakutokuwa na fujo misikitini, hakutokuwa na fujo katika madrasa, hakutokuwa na fujo popote pale, mpaka hata kwenye mambo yote yani ya kisiasa ya nini, hakutokuwa na fujo katika kila mahali, ili mradi tu ikiwa watu wataondosha ubinafsi na kila mtu akafuata maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ahibba linasi ma tuhibbu linafsika, kila mmoja akampendelea mwenzake kile anachojipendelea yeye.